kuweza ki, kwa kifupi, wazazi wanachokifanya wana, wana ni kuandaa watoto waende duniani mm -hmm. Au shule zinatuandaa kwenda duniani. Kwa hiyo wazazi shule wote tuna hekima za kibinadamu lakini mm -hmm. hekima ya kimungu Yesu alisema, ukitaka kuwa mkubwa tumikia watu mm -hmm. Kwa hiyo sisi hiyo ndio uh, njia yetu tunachukua kutoka kwa kwenye chanzo unaona, pale nikuwa nakwambia maadili, maadili una chanzo una chake ni nini? mm -hmm. unatoa wapi? Yaani, unaposema ni maadili mazuri mabaya una, lazima uende kwenye chanzo na mm -hmm. chanzo ni neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu natuambia tukitaka kufanikiwa tu mm -hmm. wahudumie watu. Utamhudumiaje mtu? lazima umjue, sindio Zuwena? mm. -hmm. uwezi kumhudumia mtu bila kumjua. Kumjua unamchunguza, kwa sababu wewe unataka mafanikio. mm. -hmm. eh, yule mtu tayari yuko pale, atakulipa amesha kuleta kwenye imaya yake, ay, karibu nihudumie kwa hiyo wewe ni jukumu lako kumhudumia yeye, sio yeye tena kuchunguza Zuena anapenda gani, Zuena si mm -hmm. a a, a mm haya -hmm. mambo hayapo ndio. Haya nimesema ya demokrasia ambayo yanaturudisha nyuma. Mm unataka -hmm. uende jino kwa jino na bosi wako, hapana. Yesu alishaondoa jino kwa jino mm -hmm. alisema, wewe kama unataka kufanikiwa, focus na watu mm -hmm. waudumie watu, unavyotaka kupewa wewe, wape watu. Sasa bosi wako ndio unataka akupe hela, basi wewe mpe anachotaka mm -hmm. ili akupe hela mm -hmm. Hmm. Kwa hiyo tukienda hivyo tunafanikiwa. Hiyo karibu tena, si hapa mjue tu ni kwenye moto ii yani, tujulikane. <laughs> <laughs> tu hivyo wanawakandamiza sana wale. Sisi hapa ni moto ambao unachoma dhahabu iweze kung'aa. Kwa hiyo ukitaka ah, kuwa hela karibu Utakuwa pesa, we ni hela, ila ni ile hela bado haijajulikana. Yani, we ni dhahabu, ila bado haujajulikana vizuri, hujang'aa, ila ukifika hapa kwetu tunang'arisha, tukikugarheaii so mnatukandamiza. Yani unajua kuna ile hali ya mtu kila mtu ana nafsi yake na zile jinsi anavyoridhika. Kwa hiyo mimi naweza nikakufanyia kitu nikahisi nimefanya sahihi, kumbe kwako sio sahihi. Eh, kwa hiyo especially kwa mteja wako. Kwa hiyo mimi naweza nikasema ah, madam kwa sababu anapenda labda ugali, ngoja nimpikie kila weekend ugali nini, kumbe yeye anataka labda umuulize umbadilishie nini. Tena umuulize umwambie neno zuri. Yaani, tunapendaga kupetiwa petia. Eh, mbona wanaume mnawafanyaga vizuri sana? Ameanza kuja Hey, kuasasa sasa, okay. Sasa ume, umeanza kuongea laja moja na sisi mwanaanaume <laughs> mna petipeti peti sana mpaka mnawapa mm -hmm, vitu ambavyo ni Mungu amekataza lakini mnakubali kutoa. Kwa nini? Kwa sababu unataka kumridhisha ili nini? Akupe vitu vyako kwani, kwa, kwa mwanaume unataka nini? Si una vitu vyako unataka wewe, mm -hmm, uende ukubali tu mwanaume wakugeuzegeuze kweli, kama samaki utakubali? <laughs> si kuna kitu unataka? <laughs> E, ina, sasa hebu we'll angalia ile effort unayotumia, jitihada unayotumia ya kumridhisha, pamoja na maudhi yake yote alionayo, kwa nafikiri awanaga maudhi No, no. Wanayo lakini, kwa kuwa una tageti yako, unajua mimi nataka anihudumie hiki anifanyie hiki anifanyie hiki, basi wewe unajitoa mno kwake, unajitoa ili upate kile. Sasa fanyeni kwa mabosi wenu jamani, sisemi mkajitoe mwape miili yenu a, hayo mambo mwetu hamna, ila wa, wa, angalieni wanahitaji nini? mm -hmm. mm -hmm. um, um, ambavyo ni virahisi mno, yani mno mno tu kumjali ile kea, ukamwonyesha kweli kutoka moyoni unajali, nakwambia huyo bosi hata kakuacha na mshahara atakuongeza. Na wadada hapa tunao wengi ambao mabosi walikuwa wanalipa laki tatu, sasa hivi tunawaambia, sasa hivi ni laki tano, azima na shida mm. unajua kabisa dada kamgusa. mm. kuna penyewe pale umeona ko ndio. mm. hivyo. mm. Karibuni, sisi tunaendelea kufanya kazi yetu. mm. Be, kama mtaona tunawakandamiza <laughs> basi hatutabadilika. e, e, hatuwezi kusema e, jamani, mabosi hawa. Bosi asipomlipa dada hapo, ugomvi ni mkubwa sana mm. au kama chakula hakuna wakati unaishi nyumbani kwake, pia hiyo sio sawa mm. na sehemu unayolala kama sijui ni kwenye banda la mbwa, hapana mm. inabidi ulale sehemu inayolalika kibinadamu, chakula kinacholika kibinadamu, sio mm. vilivyooza e, lakini kama ni kiporo, kiporo ni chakula mm. -hmm. kuna wadada wengine wanakuja na staili eti viporo awali ha, ha, kiporo <laughs> ni chakula na mshahara wako unapewa. Hayo tu ndio majukumu ambayo Biblia imemwagiza bosi kuyafanya mm -hmm. kwamba wawalipe ujira wenu kwa wakati mm -hmm. na wasiwafanyie unyanyasaji mm -hmm. lakini hayo mambo mengine ya kiutendaji, tabia, nidhamu ah, hayo lazima tunyoshane vizuri, kwa sababu hizo ndio pesa, pesa mm. -hmm. sio tu wewe kama binadamu umekaa tu hivi, hapana. Pesa ni ujuzi wako na nidhamu yako mm -hmm. vinaenda pamoja mm -hmm. kadiri utakavyokuwa na ujuzi wa juu na nidhamu nzuri, that is money. Mm -hmm. haya, yeah. Nzuri haya, hii malizitka ni na, nikazie hapo kwenye, mwaka huu ni mwaka wetu ambao tunaenda na moto ya malezi ya watoto, ambayo nadhani hii content imekuwa ni nzuri sana ya kuwasaidia hata wadada wengi ambao wako kazini ama ambao watakuja, kwamba malezi ya watoto sana sana pia imani ama suala la kiroho kwenye watoto yani malezi makuzi, ha, hizo tabia wanazokuwa nazo kama walivyosema, chanzo chake ni neno la Mungu. Kwa hiyo ni lazima dada ambaye unakwenda kwa mwajiri ujue kabisa hakuna mwajiri ambaye haitaji mtu mwenye hofu ya Mungu, kwa sababu hofu ya Mungu huwa inamfanya mtu awe na ile tabia nzuri, lakini pia heshima ya hata kufanya kitu in absence of someone ambaye unajua kuna mtu mwingine akiwepo bosi wake ata, atafanya kweli vizuri, bosi akitoka tu mm. na yeye anafanya tofauti, lakini mtu mwenye hofu ya Mungu hata kama bosi wake asipokuwepo kuwepo hawezi kufanya kitu kibaya, au yeah. hawezi kufanya kitu ambacho bosi wake hapendi mm. E, kwa hiyo sasa wadada wote wajue kabisa kwamba hii sehemu ya kuwafundisha watoto neno la Mungu, hata kama akienda kazini akakute huyo bosi atakuwa na hiyo ratiba. Hmm. Kama huyu huyu wewe bosi wake alikuwa ana huo utaratibu, huo utamaduni mwingine, yuko busy kiasiya kwamba hata akumbuki ni Jumapili, tu watoto waende kanisani hmm, lakini wewe unaweza ukajitengenezea, unajiongeza, unaanza unatengeneza zako vi vimistari vyako viwili vitatu, kila siku unawasomea watoto kama ambavyo hmm. wanasoma story books kama ambavyo wanafanya hmm. homework nyumbani hmm. ehhe, kwa hiyo sana sana ni wa wa wadada wa, wa, wa, wa malezi ama wadada wetu wengine wote, smart au traditional, wajue kabisa kwamba malezi ya watoto imejumuisha na swala la kiroho, mtoto atakuwa akuwe pia kiimani. Hata hiyo itawasaidia watoto pia kumheshimu mm. Unajua mtoto una ile fani, mimi kipindi inakuwa ukienda kanisa unaambiwa ukifanya hivi unakuwa mtoto mbaya, unaenda kwa shetani mm. una, mtoto anaanza kusema ah, siwezi kufanya hivi yeah, mm. na siwezi mm. hata kukujibu vibaya, hawezi kutukana, hawezi kufanya, ukimwambia acha kwanza kwa waheshimu watoto, ukimkumbusha na neno la Mungu pale, unashangaa tu ana yeye mwenyewe anabadilika, anakuwa na mwenendo mzuri. Kwa hiyo sana sana kwa mwaka wetu ambao ambayo ni moto wetu kubwa stendi kubwa ni malezi ya watoto mm. Hayo mengine yapo, tunaendelea kuyawekezea zaidi, lakini sana sana watoto watoto watoto, watoto. watoto. Mm. Yeah. Mm. Hai, mm. Na na ni mimi ujumbe umefika, na kwenye content zetu nyingine tutaendelea kukazia hiyo ya mm -hmm. yeah. Yani, hofu ya Mungu ni ki kwetu, maana mm. tulisema wadada center hatutaki mpagani, tunataka <laughs> kila anayekuja hapa awe awe ni gosi okay, awe ni dada namba moja awe na hofu ya Mungu. Yani ni mtu ambaye anamwamini Mungu yupo, kama uamini Mungu yupo. Dada senta usije na vipi, kama madam ni mtu labda hapa anaweza akasema, mm, mimi nasali, sijui naenda kanisani, afu ukafika kule kwake anakwambia hapana, labda kila mwezi au labda huo unaenda siku chache sana kanisani, mpaka ni kuruhusu mimi. Hiyo vipi hiyo mm. um, Kwani Mungu yuko kanisani au Mungu yuko wapi? Hapana, lakini mwingine anapenda, o, anaenda kanisani na hapa, akaja akasema, bana, akakwambia labda madam, mimi huwa nasali. Mungu yuko kanisani, yuko wapi? jajili shari langu. Alafu kingine e, na Yesu alisemaje? mm. Yesu alisemaje kuhusu mambo ya kusali? Unajifungia chumba chako cha ndani. Wewe <laughs> oh, unaweza ukasali, unaamini unaweza ukawa kazini ukasali na Mungu akakusikia. Sawa. Na unaweza ukasoma Biblia pia uka ukaelewa. Na sasa hivi tuna wa, wa, watumishi wa Mungu wengi wako online kwamba unaweza uka, ukahudhuria kanisani ukiwa ukiwa kazini muda mm -hmm. wako ule wa kupumzika, kama una mchungaji wako ambaye unamwamini anafundisha vizuri ukamsikiliza. Nachotaka kusema um, mm -hmm. wadada wa kazi na masuala ya makanisa imekuwa ni changamoto tena sasa hivi ndio wanaenda kwenye hayo makanisa ya kwenda kukesha huku masaa ishirini na nne wanaenda huko wanajitusha nanii udongo mchanga mafuta maji, wamekuwa kama waganga wa kienyeji. Hayo mambo Yesu akutufundisha. Kama ni mtu ambaye kweli unamwamini Mungu, bado unaweza ukawa nyumbani kazini, na ukamwamini Mungu na ukasali na Mungu akakusikia mm, okay. Mm. Mm. Wasi tena wakaja wakachanganya. Unajua kuna kumwamini Mungu na hofu ya Mungu na kwenda kanisani, kwenda kanisani mm. Utapata sisi, kuna watu wanaenda wa kanisani, lakini ni mashetani ah, yani mm. Shetani anasubiria na mtu huyo, kila siku yuko kanisani. Kuna dada, okay. <gibu>. Alibidia bosi hapa, na yeye alikuwa ni mtu wa kukesha kila siku, usiku ndio wanasali, ile ya kupiga kelele, ile ya mayowe, usiku watu hawalali. Dada huko anaomba si nini, lakini aliiba hapo. Ipo kwa bosi anasali. Yuko kwa bosi. Na bosi alipata dada akasema, nimepata anasaliti. Eh, kwa dada anasali. Alivyonyanyuka na dola zake lakini tunashukuru Mungu alifungwa miezi sita. Kamaliza kifungo chake juzi ah. tu hapo. Eh, kwa hiyo ndugu yangu haya mambo ya <coughs> e, imani ya hofu ya Mungu ayapimi kwa mtu kwenda kanisani wala nini, ni matendo yako na we mwenyewe, kama kweli unamwamini Mungu wa kweli. <coughs> Mungu yupo popote pa hapa tulipo, Mungu yupo. <coughs> Kiingia uka sehemu tulivu ukasali, kasoma neno lako, Mungu yupo. Tusidanganyane kabisa, matendo yetu ndio atakayotupima kwamba je, kweli tuna hofu ya Mungu au sio? Kwa sababu mm, ukiwa mkweli mwaminifu ndio Mungu mm, mwenyewe hizo mm, ndio sifa za Mungu na tabia za Mungu, lakini unaweza mm, ukawa mwendaji sana wa kanisani na kupiga makelele sana kwa kusali, lakini matendo yako ushikane <laughs> nasubiri na Aye. kama anapenda kwenda kanisani zile elfu mbili unaweza ukatumia, unap unaenda, lakini familia nyingi of course za Kristo inaona hazinav khn, wengi Jumapili mnaenda nao kama familia. Ile ikitokea wako busy, sasa kuna situation nyingine, wezi kuangalia tunataka kwenda kanisani, afu unaona siku hiyo bosi wako ndo siku anayokuhitaji zaidi, kwa mfano mm, ama kuna ishu pale nyumbani, ili ni ajira. Kwa hiyo mm, lazima ujue tu kabisa kwamba hapa nini, hata ukipata off kwamba unakuwa siku ya Jumapili utaenda zako kanisani muda wako wa off makanisa kama waganga wa kienyeji, mi mpaka niende siku kwenye kanisa fulani. Akirudi yeah, ndio hivyo, ana matunguri e, ana maji, ana mafuta, ana udongo, ana, <laughs> ana mchanga, na jamani, na bado matatizo yako pale pale. Hakuna ubora wa kazi, hakuna heshima, hakuna nidhamu. Mm. Sasa ina maana gani? Mtu unaenda kanisani, mtu unayemjua Mungu lazima uwe na tabia za Kimungu. Tabia za Kimungu ni tabia nzuri ndo hokumbuka kuna labda alienda kanisani saa tano asubuhi, hapo tena ni muda wa kupika. hapa smatkaj kumtumia tu bosi, taratiba kwama samari maadam, taratiba ya kanisani ilibadilishwa tena hapo nisikia katikati ya wiki hapa tafadhali, msije kabisa, kwa sababu ni <laughs> wa wa wa <laughs> ndio wale watu wanaangamia wakosa maarifa. <laughs> Hey, we siku ya kazi unatakiwa uwe kazini, unaenda huko kwa mchungaji wako, mwenyewe yuko kazini. Wengine sasa hivi makanisa mengi yamekuwa business, ni biashara Watu watu wawachi watu wakafanya kazi kila siku, wao ni ibada ibada ibada. Sasa watu watafanya kazi saa ngapi? Kwa hiyo wadada ambao wanataka kushinda makanisani makanisani wasije hapa, wadada senti, maana wa hataweza kutoa huduma nzuri. Lakini Yesu alisema ukitaka kusali usiende kusimama barabarani huko kupiga piga mayowe kama watu wa, wanani, kaa tulia, hata mtu asijue kwanza unasali ingia mm -hmm. kwenye chumba chako cha siri, ndio mafundisho ya Yesu jamani. Biblia mnaisoma ipi? Eh, mmeng'ang'ana sana nakwenda kwenye makanisa kujionyesha, kujionyesha, lakini mwisho wa siku matabia machafu, jeuri, kiburi. Fatilia tabia za huyo dada, utakuta hana tabia yote ya ajabu ile, ambayo bosi anasema kweli dada ana hofu ya Mungu. Utakuta lijeuri livivu, eh, afu ndio hivi mtu wa kanisani kila siku, unafuata nini? Napoteza muda. Haya jamani, content yetu iishie hapa kwa leo.